Oreta wanacheza ndondo ngapo? Mimi Mimi mwenyewe mwenyewe nisinge kuja. Mwenye ni kuja nilikuwa nimejiandaa kucheza namba ya boy ile pale. Mwisho, siku naingia hapa nakuta wachezaji wanacheza ndondo ngapo? Wewe, kumeje paka mechi za mashabiki mnasusu. Nani mechi? Sasa wao pale kulikuwa kuna kuna tamasha kuna tamashika. Wewe mwenyewe umeona ule mchezo kwanza? Wewe mchezaji unaona kabisa mchezo ule umekaa kicha kubanga cha kubanga ni maelekezo. Nini kimebelekea mkasusa? Ewa. Tatu mwalogo kwanza kuwa fair. Zinafanyika faulo lakini na meza. Pamoja na rajimeni wake wa mchongo kadi tunapata penalti kule yanamezea anapeta tu. Kwa hiyo yalikuwa ni maelekezo yale, maneno ya ameame ame, kwamba anataka kuja kutujamazisha mashabiki wa Yanga kwenye mitandao na kweli kaweni. Kwa hiyo sasa matamasha kama haya, siku nyingine wanataka wanaenda kacheze bundu, siku nyingine hatutake ze we, huwezi kweli Mashabiki wengine tunajuana sisi tunapiganaga punch kwenye vipaza kama hivi. Lakini mimi nilikuwa nilikuwa najua kabisa nakuja kucheza na kina JB, ah kina pasi mimi. Mzaramo amezima namba 6 pale. Amecheza dakika amecheza dakika ngapi? Amecheza dakika ngapi? Mzaramo, ile ilikuwa kama zuga zuga tu. Kulikuwa kuna vicha kulikuwa kuna vichezaji kibao pale vinacheza nani, ndondo kapu. Mashabiki wa Simba wanasema hizi ni salamu kuelekea ligi kuu. Msimu wa kwa kwa, upande wa kule na ndio maana kwenye upande wa ligi kuu kule ametushindwa na ndio maana akaja kuandaa kitamasha chao wegi cha mchongo, liga liga liga. So kwa hiyo tukutane kwenye ligi kuu mwezi wa tatu na tukutane mapinduzi kapu kule Zanzibar, kaka kwenye mechi, kwenye tamasha lao la, la tamatamashikali ili limeshakufa na tunasema hatucheze. Kumbe ni mpango wa Simba a kutafuta furaha ewa, kwa sababu hawana sehemu nyingine ya kupata furaha. Kwa hiyo furaha yao kuja kucheza makombe na nani ni matamasha ya mchongo kama haya. Ikiwa hili kombe amelishangilia hivi, je, wakichukua ligi kuu Yaani, akichukua ligi kuu msimu huu elfu mbili ishirini na tano ishirini na sita unaona mavazi yangu mimi.

Hizo ndo sababu, we nitajie. Ukimtoa Mzalamu, ukimtoa Dokta Mo pale, ukiwatoa wale wawili, tunapiganaga panunapiganaga pangi kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye vipanza mwingine nani? Nani, nani nani? We nitajie, nitajie nani? Kumbe mlikuwa mnawataka na wanaongea ehe kwa sababu taarifa ambayo iyo kuwepo kwamba tunakuja kucheza mashabiki, mashabiki hakuna. <coughs> <coughs> <coughs> na yule JB JB alikuwa nje pasi milioni alikuwepo wapi? Uchakubanga, chakubanga alikuwa na matatizo gani? Bwana huyu ame ame kwamba yale maneno alikuwa anayasema kwamba anakuja kutunyamazisha mashabiki. Huu ulikuwa ni mpango, amefanikiwa na kufanikiwa kwenyewe, hajawategemea kina Mzaramo na hajawategemea kina Jibii. Mwisho siku ameenda kule, wakati magoli anafungwa, Mzalamo alikuwepo uwanjani lakini unaliona una ile goli aliofunga ile nani yule nani yule? Aliofunga Dr. Moyle. Ile yani ile goli ni sawa sawa kaenda kuokota Dodo chini ya nani? Chini ya na, chini, chini, chini, chini, chini, chini, chini, chini, chini ya Mnazi. Kwa sababu ule mpira mchezaji wetu kakosea kamrudisha golikipa. Walikuwa hawajapata mawasiliano vizuri. Ndio kaona ule mpira unatembea peke yake ndio kaenda kujifungia kule. Kwa hiyo sasa tuambie watoto wa Modi, furaha yao kwenye matamasha ya kama haya mtongo mtongo haya. Ila kule kwenye ligi kuu kule. Na ndio maana kule wameona watu wezi, wakaamua kuja kutuita kwenye matamasha yao ya mtongo mtongo. Siku nyingine matamasha kama haya ya mchongo mchongo, waambie apeleke bunju, hatuna hata habari nao, abari nao zese. Kwa hiyo ikikombe chao kitoka ka huju waambie, ndo baibai, ndo hicho hicho. We, angalia hata medali, medali au nani nani, shanga. shanga kuna medali zitoke wapi? Haweza kuna medali pale, kaka, kuna medali sasa. Kwanza shanga. Yule kavaa medali kavaa ilizi, kwanza historia ya kufanyaje?

a siku hiyo akichezesha kama hivi, we, atabondwa a skulu leo, nakwambia, kwa sababu ilikuwa tamasha tamesika, lakini siku nyingine aja acheze mecha akina Dube akina Mzize kule ni ate mpanzu a achezeshe hivi kuna mungua mwano ya barazani. Simba hii ya mashabiki na Simba asini, ipi Simba bora? wewe, hii ya, ya mashabiki ya mchongo kule zinashifataga sheria kumi na nane tena zinaongoka hamsini kabisa hii ya, m... ah, ya mchongo hii ilikuwa ina hata sheria, wewe mtu unaambiwa nafanyiwa foul, hamna hata nani, hamna hata kadi. watu unapata penati, anamezea. hii mecha mchongo hiyo kaka. yule tena yule tatu wa Morogoro alikuwa ameoganize na nani na kwamba bwana, mechi hiyo bolonga bolonga, ili mradi wakimbie. Wale wa hujumu ni tatu malogo, ama Simba amezisha mamluki. Kwanza tatu malogo, chakubanga chakubanga, alafu yule nani yule, ame ame mwenyewe, chakubanga chakubanga, uwezi kuente jivi nantea wachezaji wa Ndondo Cup. We mchezaji wa Ndondo Cup na nimeshindana na sisi kwa sababu unavyoona mimi. Mimi nimetoka namba ngapi? Mimi nakwambia ningecheza ningecheza namba mbili. Ningecheza namba saba mdogo wangu

kwa sababu kiang wewe ukitaka kujue, hey, wow, angalia 45 za kwanza wachezaji wetu walioingia wote, akina godi yanga, akina mwalimu yanga, lakini kule kwao kule wote wanacheza ndondo kapu. Kwa hiyo hali kamwe alijua tunakuja kucheza kama sisi mchao, siko alivyomwangalia mzee akakajeza, wachezaji wote wanacheza ndondo kapu. Mmoja mtarajia kumuona mandala uwanjani we, eh we, mandala umemwona? Mne yule jibimbili umemwona? Umo yule jibimbili wao umemwona? umo umemwona wao? Haya, acha ngoja na yule yu nelo. Mchezaji kwani alikuwa kama hajacheza pale? Ah, yule mwingine nani, anayevaga mkofi mrefu, yule nani yule? Milioni. Pasi mbili. Pasi mbili daktari wa nini kwani? Daktari nani, kuna mtu alikuwa, kuna mtu alikuwa anaumwa pale kaka. Msifumbe fumbe waandishi wa habari, wewe sema tamasha limekuwa tamashika, liko la mchongo basi. Eh, wewe sema tamasha liko la mchongo limeta. Wewe wewe mandala nimemkuta na paswa nazo tena daktari sio, alikuwa yule alikuwa mganga tena mganga tena mganga haswa. Eke wewe ukinyemba. Kwa hiyo yule ngoja niwaulize. Alikuwa daktari kama mdaktari au au au daktari gani? Maana ina daktari ah, tabibu, mtabibu wa kuvunja kuvunja vunja nazi. Ndio maana unaona nazi hizi za mandala mandala, unamwona alikuwa mandala anaifanya hii. Kwa hiyo hapa hapa hapa kuna mechi, kuna ukinyemba aa yao mwisho iko kwenye mashabiki, tukutane Zanzibar walio Wakaona kule kwao timu lao liwapi furaha sasa. Wakaamua bora waorganize walete tamasha lao la mchongo. Sasa, tushashtukia hii mechi imesha kufa na wamechukua kombe lao la mchongo na siku yake tuita tucheze tena. Mechi ya mchongo ka tucheze mapema. Hatuchezi, hatuchezi, hatuchezi na hatuchezi ngo. Sisi ndio Yanga kaka. Sisi tukiamua, tuseme mechi haichezwi na haichezwi kweli na kweli imeahirishwa. Kwa tamasha nimekuwa tamashika, kuna tamasha tena hapa. Tulitegemea furaha, furaha yenyewe imekatikia katikati ya nani? Katikati ya pambano. Imefungwa. Amefungwa <coughs> Wasema hivi bwana, mechi imevurugika kutokana na uamuzi walikuwa mchongo na ame, ame kawaleta wachezaji wa mchongo kutoka ndondo kapu. Ni bingwa imepatikana, bingwa ni nini? Bingwa ni nini? Bingwa wa kombe la mashabiki, mkombe wenyewe mbaya. <laughs>